Haya wadau, mambo wazima. <laughs> Leo tumeamua kuwaletea pishi letu la Kizanzibari, inaitwa vipopo. Ehe, vipopo hivyo, unachukua unga wako wa ngano, unachunga vizuri. Ukishamaliza kuchunga, unabandika maji yako kiasi kwenye sufuria yako, kishamaliza kubandika maji yako, yakishachemka basi unasonga ugali wako wa unga wa ngano, unasonga vizuri kama hivyo, unahakikisha mpaka unawiva. Haya wadau, msisahau kusubscribe channel yetu, ingia YouTube, andika Travel with Amina and Family. Basi tutakuletea mambo mbalimbali mbali, ya kuhusu utalii, ya kuhusu mapishi, ya kuhusu mavazi basi utaenjoy kuona vitu vyetu tunavyo kuletea, na usikubali kuwa kuhadithiwa, wewe uwe wa kwanza kuona nini tunafanya. Amina Travel with Family. Kwa hiyo hapo ndo tunaendelea kusonga ugali wetu kwa ajili ya kutengeneza vipopo. Umeshasonga hapo, naona unahakikisha unawiva kabisa. Umewiva, ushamaliza kuwiva, basi unaweka kwenye ungo katika ule ungo wako unahakikisha kuna unga wa ngano ambao haujaufanyia chochote, umeuchunga tu, umeuweka hapo. Kishamaliza kuchunga kusonga na kuweka kwenye, kwenye ungo, basi unatengeneza sasa hivo viduara vyako vidogo, vidogo, viduara duara kama hivo, unafikicha unga wako. Ukishafikicha unatengeneza viduara kwa ajili ya ku, kutengeneza shape, kwa ajili ya hivo vipopo vi, vyako basi wadau msisahau kusubscribe channel yetu. Ingia YouTube andika Travel with Amina and family, utajionea mambo mbalimbali mbali tunakuletea ya utalii, ya mapishi, ya kila aina ya, ya, ya mambo. Kwa kweli utafaidi na wala hutajuta kuingia kwenye channel yetu ya Travel with Amina and family. Hapo tunafikisha hivyo vi, vi, vi, tunavitengeneza shepu vile vibibi vyetu. Sasa hapo tumeamua shepu yetu safari, tufanye shepu ya duara tu, kwa hiyo tunafanya hiyo, hiyo duara shepu yake kwa ajili ya kwenda kutengeneza sasa vipopo vyenyewe. Ehe, tunatengeneza una, ukitengeneza hivyo unahakikisha mpaka unga wako wote umekuisha, na pia usisahau kuweka unga huo ambao haujafanyiwa chochote, hiyo inasaidia huwa visishikane. Sasa, baada ya kutengeneza hivyo viduara, kwa ukitia huo unga vinasababisha visishikane. Basi tunaendelea na kutengeneza. Endeleeni kuangalia jinsi ninavyotengeneza haya. Ramadhani yasinu hata maji, lakini napumzika kidogo <laughs> ah, mambo ya mapishi kutoka Amina, Travel with them family <laughs> usisahau kusubscribe. Shamaliza kutengeneza hivyo vinani vi, vyako kama ukimaliza kuanika, kama masaa mawili matatu meshaka, basi unavichukua atautoa, una kupeta unatia katika maji masafi ya maji masafi ajili ya kuvikosha. Tunavikosha ili kuondoa ule unga uondoaaamao tuliweka unga ambao haujapikwa kwa ajili ya kuweza kuvifanya vizishikane mm. Kwa hiyo inabidi sasa uvioshe ili ule unga wote utoke, ibaki sasa ule, ile, ile round kama round tunakosha hapo mm -hmm. Tunakosha vizuri, hakikisha unakosha mara moja mara mbili hata mara tatu, ili mradi tu, ili ule unga wote utoke ibaki kile kipopo kama kipopo chenyewe. Ndio tunakosha hapo wenyewe ehe, taratibu tunakosha kosha, ehe. Haya wadau, usisahau kusubscribe channel yetu ya Travel with Amina and Family. Tunakuletea mambo tofauti tofauti ya utalii, ya mapishi, kila aina ya mambo tunakuletea kwa kweli, ehe, kila aina ya mambo tunakuletea. Tembea na Travel with Amina and Family, utaenjoy, utajuta, utaona mambo mazuri Utafurahi, utajifunza na wewe, tutakuinspaya uingie. Baada ya hapo, haya, tunachuja sasa tui letu. Tui tunachuja tuibubu kwanza tunaweka pembeni. Tuibubu ona, tuna, ndo hilo tunachuja tuibubu letu kwa ajili ya kuweka pembeni. Tukishapata tuibubu letu, kileka hapo pembeni, tunachukua sasa vibibi vyenyewe kwa ajili ya kumaandalizi sasa Mona hapo tunachuja tuibubu, sasa tunaweka pembeni tuibubu letu. Meona kwenye tuibubu unaweka vimaji tu kidogo, usiweke maji mengi, ikawa tena maji ya tuibubu. Hata ipendeze, naweka tu maji kidogo. Basi unachuja kama hivyo, unachujio lako mwenyewe Ehe. upata tui lipi lisilosema. <laughs> Awavila like. Kupata tu ile silosema ndo ndachuja hapo wenyewe. Basi ukisha hakikisha tui lako la kwanza umeshalipata, unaweka pembeni, shaweka pembeni unachukua sasa vibibi vyako unaweka kwenye sufuria yako safi nzuri kwa ajili ya kuanza sasa mapishi haya. Vibibi vyetu ndo hivyo hapo, tushaviweka tuna tunaweka kwanza tunaweka iliki katika vile vibibi. Unaweka iliki, inategemea umetengeneza vibibi vyako vya kilo ngapi. Kwa mfano mimi hapo nimetengeneza tu nusu kilo. Kwa nusu kilo naweka iliki vijiko viwili. Unaona, iliki zangu ndio hizo, naweka iliki vijiko. Hizo iliki zimeshatwangwa kabisa, unazitwanga ili ziwe smooth. Ehe, kwa sababu kija ukitafuna tena, usitafune iliki nzima, inakuwa kidogo haileti ladha K oh, unatuanga vizuri kama hivyo ehe. Mimi natia vijiko vyangu viwili tosha. Haya, ukimaliza hapo, unachukua sukari yako pia unatia vijiko viwili. Mimi nimetia vijiko viwili mpaka vitatu, kwa sababu isiwe isiwe sukari nyingi itakinaisha. Ehe, itakinaisha kwao. Oh, unatia sukari kulingana na kile kipimo chako cha umeweka nani ngapi umefanya kwa kilo ngapi, vile vibidi vyako. Ukimaliza hapo, unatia vimaji kidogo, kuyeyusha ile sukari iende chini. Ukimaliza unaendelea sasa kuviweka sawa kama hivyo, ili vyote vipate ile sukari pamoja na hiliki. Ukimaliza hapo sasa, unachuja sasa tui. Ehe, tui la kawaida lile la pili. Ushachuja tui lako la pili, unaweka umo, umo kwenye vibidi vyako, umo tui la pili kama hapo mnavyoona, tunachuja tui letu la pili. Ehe, usisahau kusubscribe channel yetu ya Travel with Amina and Family, ujipatie mambo aina tofauti tofauti, utalii e, mapishi, ujuzi wa kutengeneza prodakti mbali mbalimbali kama nguo za batiki za aina tofauti tofauti. Tuna mambo mengi, njoo ujifunze, njoo ujionee, utafaidi. Utajuta. Basi unaweka kibeseni chako kama hivyo hicho cha kuchujia, unachujia sasa tui lako la pili kwenye vibibi vyako. Unaweka tui la pili na la tatu, basi siongeza. Sasa ukiongeza itakuwa nazi, haiwezi kukolea akuwa ipendeza, unachuja tu mara mbili tu ilako basi, mambo yanakuwa ya motomoto. <laughs> Amina na mambo leo, liokatuingizia jikoni sikuwezi, wallahi. <laughs> <Skwezi. laughs> <Mabai. laughs> mambo ya mapishi hayo, mwanamke mapishi. Hey, Ramadhani kama hivi mzee wa, mzee anasubiri mapishi jioni. Mzee family ndugu wanasubiri nini? Mapishi kwao. Tushatia tui letu la pili, ehe. Sasa tumebandika hapo jikoni kwa ajili ya kuanza kupika sasa. Ehe. Sasa hapo, kisha maliza kuchujia tui lako la pili, unatia vanila hiyo, umeona hiyo? Yes, vanila unatia kijiko kimoja tu, na unatia hiyo kijiko kimoja kulingana na saizi ya vipopo vyetu. Sasa mimi nimekuambia ni hapo nimetengeneza tu um, ki, nusu kilo shamaliza hapo, unakoroga unakoroga kimtindo, ili visishike chini He. na pia unakoroga polepole pole, ili usivibondebonde usivi yaani, usije ukavichanganya vikawa rojo, unatakiwa vikiwa vinaliwa vinaliwa katika shape yake ile ile ya raundi ambayo umetengeneza Hmm, haya, tusubiri kwanza ichemke, alafu tuendelee na hatua inayofuata. Haya, endeleeni kuangalia vikichemka, baadaye turudi kwenye hatua inayofuata, tuone nini kinaendelea. Haya, tayari vishachemka vizuri, tunatia tuibubu letu sasa, lile tuila kwanza, lile ndo tunatia hapo na pia unaendelea unakoroga hivyo, ili tuilisikatike alafu vilevile vile, um, isigande chini. Umeona, lazima ukoroge koroge kidogo kama dakika tano hivi, unaacha vinachemka kama hivyo mm -hmm. vinachemka ili kuchanganya, yani kuiva baina ya nazi vipopo vyetu na michanganyiko yote tulioweka pale, unaacha ichemke kama dakika kumi kumi na tano hivyo alafu, sasa katika lile yale zile chicha zako zilizobaki, mm-hmm. Unachuja kidogo kwa ajili ya kuja kuchanganyia kastadi sasa, kidogo tu yale yale maji ya tu lilobaki machi, yale kwenye machicha una, unachuja kidogo, kishamaliza kuchuja kidogo, unachukua kastadi sasa. Na hiyo kastadi sio lazima kuweka, ila ukipenda unaweka, usipopenda huweki, nategemea nazi yako Umetia nazi ngapi katika vipopo vyako na unataka viwe vizito vya aina uh, muonekano upi? Basi naendelea kukoroga kidogo. Baada ya kusha kukoroga sasa, unachukua sasa kastadi yako kwa ajili ya kuweza kuiyeyusha katika lile tui lile ambalo umetia. Uhum. Naona yo haya alete kastadi ndio hiyo, mi natumia kastadi ya banana, banana kastadi hiyo. Mona, kijiko kimoja tu kinatosha. Unakikoroga kwanza hapo, kishakuwa maji maji yote, ndio sasa unamiminia una, una, una katika vipopo vyako. Mona kama hivyo Kosmos, unamimina sasa. Yes kupata ladha yani. Hey, ukila utajikata vidole <laughs> Mapishi haya jamani, mapishi haya ah, mapishi haki ya Mungu uh -huh. nakoroga hapo mwenyewe uh -huh. Koroga, tunakoroga polepole pole, kama hivyo, isishike chini eh, na tui letu simesema lisikatike hapo, au oh, unabidi unakoroga polepole polepole kama hivyo. Meona, kastadi yetu tayari. Tunasubiri sasa kama dakika tano tena vichemkie, ili mapishi yetu yawe tayari. Tunasubiri dakika tano vichemke kwanza, changanyika. Nakoroga tena kidogo, hiyo koroga inasababisha kutoganda chini, visigande eh, chini. Wao wao, wow! Ah, tamani jioni ifike sasa, nile <laughs> Viiko tayari, tunaipua, tunaweka kwenye kontena yetu tayari kwa kwenda kuliwa nini, vibibi. Na sufuria yake ndio hiyo, mnaona haijashika eh. Vimetoka vyote, hakuna hata kimoja kilichobaki kwenye, kwenye sufuria wala havijaungua, tayari kwa kwenda kukula. Sasa msosi wetu ndio huo, vibibi vyetu ndio hivyo, ay, tayari kwa kupeleka mezani. Tuje kula tuonje utamu. Ah, muda makuru umefika. Haya ah, tulikuwa tukupika tu vipopo, tumepika vyakula vingi vingi, lakini leo tukasema upishi, tutawaletea upishi wa vipopo, muone vinavyopika, muone vinavyoandaliwa. Kwa hiyo vipopo vyetu viko tayari viko na vyakula vingine. Ramadhani Karim, Ramadhani Karim, Ramadhani Mubarak. All Muslim, Ramadhani Mubarak. Ndio hivyo, taimu ya jioni imefika, tujikula sasa. Usisahau kusubscribe channel yetu, ingia YouTube andika Travel with Amina and Family, subscribe, share, like, comment. Wow! <laughs>